Risali zima risali zima, zima, mko chooni hamtoki toka mwanzo tazani. Nyinyi ndio mlianza mapenzi, walikuwa damu na hawa na na, sasa wako wapi? no! hmm. Yani mbaya naye huyu, kashindwa kuniona mimi toka siku zote, kuniona zote, kuniona anachukua. Oh no, no! Jamani chokeni kunisaidie jamani, shida uioni Uy Unatukosea adabu. Ilitakiwa tusubiri kwanza tutoke. Aibu kwa umeza watu. Nikwambie kitu, jirani yangu, yani ungenichukua mimi kimwili kama unavyoniona, <laughs> ungenibeba saa hizi, unakuja kuchukua ile fantomu kipipa kidogo kubebeka. Ume umetakata.